Kwa majina anaitwa George Odo Mbunda ni diwani ya kata ya Lizaboni. Na mshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mbunge wetu Damas Daniel Vumbalo kwa kupigania kumtua mama ndoo kichwani, kutuletea mradi huu wa maji kwenye kata yetu ya Lizaboni na kwenye mtaa wetu wa London Kwangu mimi imekuwa ni furaha, imekuwa ni neema. Nina imani mradi huu utatatua changamoto za kiafya kwenye eneo letu hili la London, na wananchi wetu wao wa London, lakini itarahisisha kwa kina mama, maji walikuwa wanaenda kuchota mbali, lakini vile vile italeta furaha ndani ya ndoa. Unajua, maji yakiwa kwa wingi, kunakuwa na fulaha ndani ya ndoa, lakini itatengeneza afya njema kwa watoto wetu na vizazi vyetu. Kwa jambo hili tunamshukuru sana Rais wetu, tunasema asante. Hatuna cha kukulipa zaidi, itapofika mwezi wa kumi tutakulipa kwa vitendo, kwa kula za ndio. Kwa niaba ya wananchi wa Kata ya Lizaboni tunakushukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, tupo pamoja nao.